ukiamua kuhangaika hangaika ukiwa na nguvu kwa maana kuna kazi lazima uifanye temporary kuwa bodaboda -boda, kwa muda ukiwa na future ya kufanya jambo jingine mbele kuwa dereva kwa muda ukiwa na future ya kufanya jambo mbele siseme naendesha roli mpaka nizeeke utavunja kiuno endesha roli miaka kumi Mungu akubariki endesha roli miaka kumi, kumi na tano basi kuna kazi ni temporal, unafanya nguvu, zikipungua unaacha, unaingia kwenye majukumu ya kusimamia mnara. Hauwi mkubwa unapopanda juu. Mnara unaanza kuwa mkubwa chini. Unavyozidi kupanda unafanyaje? Unazidi kuwa mwembamba. Maana yake unapunguza majukumu, kwa sababu juu hapahitaji nguvu. Nguvu inahitajika chini. Kwa hiyo lazima ujitengenezee misingi mapema wakati wenzio wanatukana, huyo IPM anawadanganya. Wewe nisikilize kwa makini, alafu utafika muda ambao mtakutana katika nini? Mtakutana katika mahesabu. Kwa leo baba yako naweza kakwambia, katafute eneo, nunua shamba, lilipie, nenda serikalini, wewe unalilipia kwenye kila kitu, fatilia asivamie mtu. Ndo mnakuja mna kujiuliza, huyu jamaa alipataje haya maeneo yote? Lakini hao watu waliopata hayo maeneo kuna wafundishi waliasikia kama haya nayokwambia leo kwamba kijana, watoto wangu wa kiroho dunia nzima mnaonifuatilia, make sure elfu mbili na ishirini na tano unanunua shamba wako. Kama hao wanasikiliza, wako kama hao wanafuatilia, kwamba hili neno kalisema baba yangu wa kiroho, wanafuatilia na wanafanya. Tumeenda Bagamoyo, hapo mbele kidogo, shamba heka moja milioni mbili tena na mama yenu kuangalia. Sasa kama shamba milioni mbili, tufanyeje? Tukachukua, hatuzifanyii chochote, tunaziacha mpaka treni takapopita kwenda Morogoro kupitia, ndo tutatoka sasa. Wakati huo tuko hivi e, e, mnasema napitisha nini, atukate. Unaelewa vizuri shanga, huyu mzee hela anatoa wapi? Kumbe walijiwekeza. Sikiliza mafundisho yangu, yafanyie kazi, yatakusaidia hata kama sio leo, kesho.